Kwanza kabisa tuone kwa ufupi kazi ya mwandishi wa habari kwa ujumla. Mwandishi wa habari ana kazi zipi au ana wajibu zipi? Nitazitaja chache tu. Kazi ya kwanza ya mwandishi wa habari ni kutoa taarifa, kutaarifu, we are called to be the informers. Kazi ya pili ni kuelimisha we are the educators. Na kazi ya tatu ni kuburudisha, we are the entertainers. Na kazi ya nne ni kuwajibisha mamlaka, we are called to take to account the authority. Na ya tano ni kuleta mabadiliko chanya katika jamii tunayoihudumia, to better the society. Somo la kwanza kutoka waraka wa Yakobo sura ile ya tatu aya ya kwanza hadi ya kumi. Tunapata wazo moja la msingi kabisa au ujumbe wa kwanza: waandishi wa habari wanapaswa kuwa waangalifu na maneno yao. Yakobo anasisitiza kwamba walimu na kwa hivyo nafasi hiyo ya walimu, napenda tuwapatie waandishi wa habari, watangazaji na waandishi wa magazeti, wanapaswa kuwa makini zaidi wanapotekeleza majukumu yao kwa sababu ya nguvu ya maneno yao. Hii inamaanisha kuwa waandishi wa habari wanapaswa kufahamu uzito wa kile wanachokiandika na jinsi kinavyoweza kuathiri jamii. Leo tunaadhimisha misa takatifu katika mwaka huu wa imani. Hatunah budi waandishi wote wa habari kutambua na kuona wajibu wao ulivyo mkubwa na wa thamani kubwa katika jamii. Kila unachoandika, kila unachotangaza redioni au kwenye luninga kina madhara makubwa kwa jamii, hivyo vema kuwa makini zaidi. Na mama kanisa katika mtaguso ule wa pili wa Vatikano anatanabaisha kuwa vyombo vya habari tunavihitaji katika uinjilishaji wa kina, hivyo vikitumika vizuri kwa lengo la uinjilishaji au lengo la kumtangaza Kristo litafanikiwa. Vikitumika vibaya vinahatarisha usalama na maendeleo ya binadamu, vinaleta maumivu makubwa. Tunaweza kurejea barua inayohusu matumizi ya vyombo vya habari Inter Mirifica, ile namba ya pili, namba ya tatu, namba ya nne na namba ya tano inasema hivi: wale wote wanaofanya kazi katika tasnia ya habari wawe na elimu ya kutosha kuhusu mambo ya mawasiliano, wawe wenye maadili mema vyombo vya habari vitumike katika lengo la kumkomboa mwanadamu na si kumwangamiza. Kumbe kila mwandishi wa habari hapa anapaswa kutambua hilo. Unapoandaa kipindi chako redioni, kipindi chako katika runinga au televisheni, unapoandaa habari yako au stori, kama mtoa semina alivyotueleza, <coughs> lazima kuzingatia Zile 5Ws. Who? What? Where? Why? When? Na ile 1W, 1H. How? Namna gani unapoandaa story yako katika gazeti na hata katika redio, vitu hivi, maswali hayo ya... lazima ujiulize, ili uweze kufikia lengo la kumkomboa mwanadamu na si kumwangamiza. Katika somo hilo la kwanza tumesikia uwezo na nguvu ya ulimi. Ulimi ni kiungo kidogo, lakini kinaweza kuleta madhara makubwa. Kama vile farasi kilivyosikia anavyoweza kuongozwa na rijamu, ndivyo maneno ya mwandishi wa habari yanavyoweza kuongoza mawazo na hisia za wanadamu. Farasi anapoongozwa au anafungwa kitu fulani kama mkanda hivi na hivi, unamshika unamdrive, unamwendesha kama unavyotaka. Ndio waraka wa Yakobo kwa watu wote unavyoelezea maandishi au kipindi cha mwandishi wa habari na maneno ya mwandishi wa habari yanavyoweza kugusa hisia za mwanadamu. Hivyo ni muhimu kwa waandishi kuwa na nidhamu katika matumizi ya lugha zetu, maneno yetu. Mfano mzuri ni yale mauaji ya kimbari katika nchi fulani jirani. Vyombo vya habari vya ndani ya nchi vilitumika vibaya katika kuchochea machafuko, vikaleta machafuko yaliyopelekea mauaji makubwa ya binadamu. Vyombo vya ndani vikachonganisha jirani na jirani wakaumizana mpaka kuuana, na vyombo vya habari vya kimataifa vikakaa kimya, vikashindwa kusema ukweli. Hicho ndicho kinachosemwa kabisa katika waraka wa, wa Yakobo sura ya tatu aya ya kwanza mpaka ya tatu. Unapoandaa habari yako au maarufu kama watu mezoea, unapoandaa stori, unapoandaa kipindi redioni, unapoandaa makara lazima kuzingatia sana nguvu ulio nayo kupitia vyombo vya habari, vinginevyo lengo la kumkomboa mwanadamu, mtu kaiwekea kupunguza chochote. Watu sasa wanafuta story chumvi kaiwekea na, na maneno yake humo ndani. Mama Bikira Maria hakuongeza chochote wala kupunguza chochote. Mwandishi wa habari unapaswa kusimamia ukweli, ulichokiona ulichokisikia unakiandika na una balance story. Kuna mtu anasikia tu analalamikiwa labda labda paroko fulani analalamikiwa hivi. E, unapaswa umtafute paroko u balance story. Eh, Mheshimiwa baba paroko, tumesikia moja mbili tatu, unasemaje juu ya jambo hili, kabla hatujaenda mitamboni. Ni mara moja tu, one sided information inaruka. Sasa hija hii wanahabari iturudisha katika mistari. Kwa sababu mwandishi wa habari unapaswa kuwa objective, unasikia upande A, upande B unapata stori unaondoka nayo. Mwandishi wa habari unapaswa kuwa impartial, impartiality, yaani ukae katikati usielemee kulia wala kushoto una, una observe impartiality, ndio objectivity hiyo lakini wewe unalala na upande mmoja, na bahati mbaya pengine kabahasha kamekuja, na visingizio, mishahara haitoshi midogo. Mishahara hata siku moja haijawahi kutosha. Kwanza matajiri duniani hawakuwa waajiriwa. Kwa hiyo kusema kwamba mshahara wangu wa mwandishi wa habari ni mdogo, kwa hiyo kibahasha kikija nipite nacho, si sahihi, ni kinyume na maadili ya mwandishi wa habari. Sasa lakini bahasha, waandishi wa habari walio wengi wanachukua bahasha na sasa hivi waandishi wa habari wengine wanafurahia, wanaimba haleluya kwa sababu mwaka huu wa uchaguzi, uchaguzi wa diwani, uchaguzi wa wabunge, uchaguzi wa rais, wanasema Mungu akupe lini wa sasa, wakati wa mavuno umefika. Ukifanya hivyo, yule aliyekupa rushwa atasema, mwandishi wa habari nimeshamweka mkononi, hawezi mkononi, nimeshamweka mfukoni, hawezi kufanya chochote, na baadaye anakudharau. You need to observe impartiality. Hii inatufundisha kuwa waandishi wanapaswa kuwa na ujasiri wa kutoa habari za kweli, hata kama ni ngumu au inahitaji kujitolea na kujisadaka. Mwandishi wa habari lazima awe tayari kusema ukweli katika mazingira yoyote bila kuogopa chochote, useme ukweli. Mwandishi wa habari anapaswa kusema ukweli kwa sababu we ni kisemeo cha wasioweza kusema wewe ni sauti ya watu wasiokuwa na sauti. Hiyo ndio wajibu wa mwandishi wa habari, na unapousema ukweli hata kama utahatarisha maisha yako. Sote tumesoma katika, katika mambo ya wandishi wa habari kuna kitu kinaitwa hazards of journalism, hmm? siongelee zile hazards za magari zile, mtu ana mgonjwa ameharibikiwa gari anapiga double indicator, zile hazards, hapana. Taaruma ya uandishi wa habari ina, ina changamoto zake na uwe tayari kukutana nazo, zinaitwa hazards of journalism. Uwe tayari kumwangiwa tindikali, uwe tayari kutoborewa macho, uwe tayari kuchukuliwa na watu wasiojulikana, uwe tayari kesho yake wakukuta mtaroni wameisha kungoa meno bila ganzi. Hiyo ndio hazards of journalism. Tuko tayari kufanya hayo? Hazards of journalism, unatoa prophetic voice, maisha ya unabii. Mwandishi wa habari ni nabii, lakini tulio wengi alegelege lege tu legelege lege tu. Sema father, hiyo mbaya sana. Ukisema hiyo, yule ni mtu hatari sana. Sema ukweli, uwe tayari kufa shahidi, kesho wakuokote mtaroni, wamesha kutoboa wa macho yote Umeshakufa, umefia taaluma yako, umefia kutetea wanyonge, you become the voice of the voiceless people. Ndio maana ya mwandishi wa habari, sio mwandishi wa habari unakimbia na kamera tu na, na mkoba mkubwa, si ndio? Takusubiri muonane maonano baadaye, upewe bahasha, unasema wewe? Sio mwandishi wa habari. Wewe mwandishi wa habari, kataa rushwa, kupindisha ukweli, usinunuliwe na mtu yeyote. Nimewaambia katika kipindi cha uchaguzi, mtaona mtakapokuwa mnakimbia na bahasha. Mtu anayekupa bahasha baadaye atakudharau, amna ah, lolote huyu mwandishi gani wa habari huyo? Ukipewa bahasha maanake utaambia, andika story iwe hivi, nipambe mimi, alafu huyu anayeshindana naye katika kugombea nafasi mchafue. Wanaitwa cash box journalists. Cash box journalists. Unaridhika Usiishi maisha ya ngombe, sema mfano wa ngombe Ngombe kupeleka kwenye nyasi zile za kijani pale, atakula kula kwa dakika kwa dakika, kwa sababu yeye ngombe, kijani nyasi za kijani ziko kwenye mbele zake, mwisho anadumkia kwenye shimo. Na akatupa mfano mzuri ule msimamizi wetu Francis wa sana, you need to grow where you are planted, unashamiri pale ulipo pandwa kizwa unani

kinakwenda kujenga nini au kinakwenda kulumua nini nilichokutangaza?